Hello, naomba tuangalie ni jinsi gani utamjua anayefuatilia meseji zako za WhatsApp. Labda kama kuna mtu yupo anafuatilia chatting zako kwa siri, ni jinsi gani unaweza kumtambua mbaya wako ambaye anafuatilia chatting zako kwa siri. Sasa kufanya utaingia WhatsApp. Baada ya kuingia WhatsApp, utaangalia upande wa juu kabisa, kuna vidoti vitatu. Utabonyeza vidoti vitatu, kuna sehemu imeandikwa linked devices Utakapogusa hapo itakuja namna hii. Kama namba yako haifuatiliwa mtu yote itakuja namna hii, ila kama itakuwa inafuatiliwa na mtu, utaona zile device ambazo tayari zimekuwa connected. Utaona zile simu au vyombo mbalimbali, kama ni kompyuta au ni laptop, ambazo zimefanya nini, zimeunganishwa na na na na nini na whatsapp yako, zitakuwa zinaonekana hapo, na kama utaziona hapo, utakuwa na uwezo wa kuziremove na kuziondoa. Umeona, ila kama kama hakuna mtu anayefuatilia, itaonekana namna hii. Namba pia kuelekeze kitu kingine ni jinsi gani unaweza ukasoma nini, ukasoma message za mtu mwingine. Njia hii hii pia inaeza ikatumika kufanya nini, kusoma message za mtu n, yani maanaeunatakalabda message za mtu za. Unaweza ukatumia njia hii hii pia, kama utakuwa na simu yake a, kufanya utaingia kwenye setting yako, baaday apo utagusavidoti vitatu lamba nirudi kama kwenda kwa haraka utagusa ile device a unataka kufanya nini kuchukua taarifa sasa uende kwenye device uguse kama livyofaya ndivyokuelekeza hapa baada ya kufanya namna hii device inabidi iwe chini ya nini? chini ya simu yako wewe utaingia kwenye simu yako kama kawaida wewe ushapeleka device ikaonekana kama inavyoonekana hapa. Device ambayo unatakiwa uichukue. uh, meseji zake inabidi ikae namna hii. Yani ionekane hivi. Sawa. Itakapoonekana hivi. yani namna hii utaenda kwenye device yako sasa utaenda setting, utaenda kwenye simu imeandikwa linked, uh, utaenda kwenye simu imeandikwa linked device Ugusa vidoti vitatu, enda link devices. Baada ya hapo itakuja ile sehemu ya mwanzo kabisa. Baada yake utagusa link device, maana unataka kuunganisha device. Umeona eh? Kumbuka ile ya mwanzo inaonekana vipi? Inaonekana kama nilivyokuwa nimeelezea. Ukigusa link device, utachagua unataka kutumia mobile data, utagusa yes. Maana yake utaweka simu yako, simu yako itakuja namna hii, screen yake. Ile simu ambayo unataka kuchukua itakaa chini

Utaona pale chini simu ambazo zinafuatilia ya maongezi yako kwa moja kwa moja, unaweza ukaremove, ukaziondoa, ukabaki salama. Naamini umejifunza kitu, naomba usiache kusubscribe. Kwa video nyingi kama hizi, hapa hakikisha umesubscribe, hakikisha umelike umetoa pia maoni yako kwa chini, na kama utakuwa na swali lolote, unaweza ukaniuliza nitakujibu kwa haraka sana kama utauliza kwenye comment. Namba yangu pia nimekuwekea hapo, unaweza ukanitafuta tukawasiliana zaidi. Asante.